Na mwingine anasema swali lake, kama una mume lakini mume huyo hawezi kukufikisha mwisho katika tendo la ndoa, je, kama nitamkatalia pindi akihitaji nitakuwa na makosa? Jawabu, naam, utakuwa na makosa e, utakuwa na makosa e, haya mambo ya, kama hayo siku hizi si mata siku hizi, huo si mushkila tena, si tatizo tena katika ulimwengu huu. Ziko dawa nyingi za hospitali na dawa za kinyumbani na dawa za kinyumbani ndio bora, yani kushinda za hospitali. Nimefahamia ne mtu anajitibu mambo hayo mara moja tu e, madamu yeye m, e, ule jambo aliweza. Isipokuwa ni kwamba e, kama unavyosema hakufikishi mwisho tu, basi hilo linatibika ni mara moja, madawa yako ya kila aina ya e, watu wa okay, kienyeji wanafanya adaa hospitali yapo. Kwa hivyo, na atafute dawa, jitibu basi, lakini si kwamba umnyime haki yake. Huna haki hiyo kama kunyima haki yake e, utaendelea kumpa haki yake, na yeye mwenyewe atafute njia ya kujitibu. Alhamdulillah, ulimwengu wa leo dawa za kila aina zipo. Wallahu tabaraka wataala, alam wahkam.